Hmm. Ah, yani mimi kwa kweli nimechoka mzee, nakujua tabia yako kama mtu. Nimechoka nisizungumze, yanakuambia hapa, anavyokuambia message hazina ushirikiano kabisa. I'm tired. Twende tukakae pale. Ah, I want to stay there ya kukaa kwenye hiyo nyumba wewe? Kwani hiyo nyumba ina hadhi gani? Kwa nini unaona kwamba mimi sina hadhi? Mbona kuniambia sina hadhi ya kukaa kwenye hiyo nyumba mimi? Utakuponza. Nitakuponza kitu gani? Alafu na maisha ya kuogopa gopa ile shaka kapitwa na wakati, kuwa jiamini. Huh? Don't fly. Unaogopa kitu gani gani? Mwenzangu mimi Mwe bwana, uongo zambi. Nimechoka yani, mpaka nikwambia tukae hapa, nimechoka. Na nilikuwa nataka nikuambie kitu, usione tumekaa hapa, nataka nikuambie kitu. Unasikia mzee? Okay, uh, nasikia mzee. Butu sio ujinga, nazungumza kitu ambacho ni kweli. Yani mimi nilikuwa nawaza kitu kimoja, sawa kwamba urafiki wetu nikawa naomba kwamba bora uishie hapa hapa, yani tuishie hapa hapa, kwa sababu siku zote fatia, hata marafiki wakubwa duniani yani wale marafiki wakubwa duniani wanaishaga pabaya. Kwa hiyo na mimi na wewe kabla hatujaishia pabaya, naomba urafiki wetu uishie hapa. Sijui kama nielewa. Mfano mzuri, angalia nani huyu Patrice Lumumba wa Kongo. Patrice Lumumba alikuwa ni rafiki yake sana na Mobutu Sese Seko Kuku ngwendo wa Zabanga. Na Patrice Lumumba ndiye alimuingizaga Mobutu Sese Seko kwenye siasa mpaka kuwa kiongozi aliyefahamika Kongo nzima. Sijui kama mnanielewa, lakini angalia walipoishia, walishia kuuana mpaka nani Mobutu Sese Seko ndiye aliyemuua nani Patrice Lumumba. Lakini sio huyo tu. Angalia hata huyu nani huyu huyu huyu, huyu Robert Mugabe na Mr. Kolo kwa dai Mnangagwa. Unaona alipokuja kuishia wamekuja kuishia sehemu mbaya, mpaka mmoja kumsweka jela aliyekuwa rafiki yake mkubwa. Sasa nikaona kwamba mm, kabla hatujafikia huko, mi na wewe, hebu naomba urafiki wetu uishie hapa. We mzee, unajua nimekusikiliza, una bwabwaja bwabwaja. Yani uongee vitu vya pointi. Kwa hiyo mimi na bwabwaja, siongei vitu vya pointi? Yani we mzee, tumewacha kusaritiana ujanani tusaritiane uzeeni. Una akili kweli wewe? Akili ninazo, na ndio maana nakwambia kwamba tuachane

Eh, tunanyesha nyesha miguu inaonekana kasi. Lakini inaonekana nyinyi ni wageni. Wewe sijai mama, mimi mchongo nyota mipunga Kigoma wewe. Huyu hapa wanamwita m uura. Kwa hiyo ni watu ambayo naweza nikasema ni wazee vijana, tumepigana paka vita ya pili <mastic> <barriers zipper throat> hey, na kina Adolf Hitler. Kwa hiyo usijali baba, haina shida, nimekuambia unaogopa kitu gani? Unaogopa <thatughs>

Unauliza kwamba una hadhi ya kukaa hapa? Wewe mzee wa mnyosha kidole nani? Unaona ni vipi hivi wewe unaweza kujilinganisha na mimi wewe? Sasa si wajibu wanakulia na hadhi ya kukaa. Mimi na hadhi. Huyu hapa wewe ndio na. Wewe mzee kimya. Tena usikae unanyosha nyosha hivyo vidole vyako. Wewe nikwambia hapa tusikae ukasemaje? Wewe mzee

mnaanza ushirikina mnaanza kum, kumuona hivi mnaleta ushirikina, mpaka mama kuleta uchawi hapa, eti ndio unaulizwa unajibu, we, mbona haujibu? Kwa mta, ina wata, ina kuku... na wewe nenda kutandika, na wewe sitaki kunipanda kichwani bila ngazi, na wewe na wewe kisikia, na wewe. Hey. mtu amefanikiwa, naenda kuleta ushirikina hapa. Hmm. Hey, awa zee. Awa, bana tulikuwa tumekaa na shemeji yako humu ndani, sasa tunasikia makelele makelele, tunajiuliza huko nje kuna nini. Sema basi mmoja tutoke, unaona, kutoka tunakuta hivi vizee vimekaa hapa pointi kubwa, yani wamefata nini hapa nyumbani? Point hata mwenyewe sijui, labda ni vishirikina vimetumwa huko vilikotoka vija vilete uchawi. Yeah. Ah. Ah, wapo, wanawanga wanawangauaka <laughs> <laughs> Kwani kwani, baba tumefanyaje sasa? Tulia, tulia. Tulia. Wewe. Baba, angalia huko, angalia huko mgongo. Niue au nifanyeje? Toeni kauli